hivi ndivyo vyakula kumi vinavyoimarisha mfumo wa uzazi wa mwanamke kwenye script zilizopita tumeshaongelea kwa upande wa mwanaume kwa hiyo utafuatilia utaweza kufahamu ni vyakula kumi vipi bora kwa ajili yako kwa mwanamke chakula namba moja, a, ni mtindi tumia mtindi mara kwa mara itakusaidia chakula namba mbili mafuta ya samaki au tuseme samaki Changamoto ya sahivi a, changamoto ya sahivi ni kwamba samaki wengi hawana mafuta kama ilivyo zamani, ila mafuta yale ni mazuri sana, kwa sababu yana omega 3 chakula kingine a, ni, ni, ni, karanga. Tumia sana karanga kwa wewe mwanamke. Tumia mayai ya kutosha kwa, kwa wewe mwanamke. Tumia avocado ambayo we, tunasema a, parachichi. A, lakini pia usisahau kutumia vitunguu swaumu. Tumia vitunguu swaumu na avitunguswa umu lakini kingine cha kutumia hausiache kabisa ni viazi vitamu, ambavyo tunasema ni ni viazi vizuri. Lakini a mwisho ajaribu kutumia mboga za majani. Kama una changamoto yoyote we mwanamke, basi usahau usaakutudiemu hapo na utaweza kupa namna ya kuondokana na hiyo changamoto.